tofautiana kuhusu ziara ya Rais William Ruto katika kaunti tatu za Ukambani kuanzia siku ya Jumatano hadi siku ya Ijumaa, ambapo baadhi yao wamebaini kuwa eneo hili limeachwa nyuma kimaendeleo ikilinganishwa na maeneo mengine na yanafaa kupata maendeleo, wakiitaka ziara ya Rais William Ruto kuwa ya maendeleo wala sio ya siasa ila wakatofautiana kimaoni kuhusu kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuhudhuria ziara hii au kuungana na, na Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao. Mwanahabari wetu Isaac Musyoka anatufungulia jambo hili la Undugu leo na maelezo kwa kina. Rais William Ruto anapotarajiwa kuanza ziara yake katika kaunti za Ukambani baadhi ya wakazi wa eneo hili wameonekana kumkaribisha rais katika kaunti tatu za Ukambani wakibaini kuwa eneo hili limeachwa nyuma kimaendeleo ikilinganishwa na maeneo mengine. Mi kwanza nakaribisha rais William Samoei Ruto mjini Machakos kwa sababu ni rais wetu. Rais akiwa pale Ikulu Nairobi, anafaa kutembelea kila kaunti kama president wa Jamhuri ya Kenya. Huku Kambani kuna shida ya miradi ya national government. Angalie, atuangalie, tuache kuachwa nyuma, ni miradi zake ambazo wanakuja kufungua housing pale miwani, akuja atufungulie soko la Mjituni na pia akumuja aku kwamba sisi kama ma youth tunataka zile pesa achilie za nyota. Hata hivyo wameitaka ziara ya rais kuwa ya maendeleo wala si siasa ila wakitofautiana maoni kuhusu kinara wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kuhudhuria ziara hii au kuungana na rais katika uchaguzi ujao, baadhi yao wakimtaka Kalonzo kutohudhuria ziara hiyo. Zile miradi rais anakuja kufungua atakuja afungue na aende Nairobi. Ile kitu naweza muomba, nataka afungue miradi yenye inaendelea, si miradi yenye itasimama na kama ni kufungua afungue miradi mwananchi anaona Ukambani wao. Kwa, kwa mioyo zao wanaweza kuwa wanataka kuja, lakini kulingana na sheria za chama hawezi ruhusiwa kuja, maana wakati wanapoonekana wakiwa wana, wana uh, na wa, president kigogo wao, ama kwa mfano adakwamfano huku Machakos ni Wiper, sawa, wakionekana na Kalonzo wakiwa na wameketi pamoja na Ruto, wataanza kuulizwa maswali, so ndio maana wakati mwingi au wabadangi wanaonekana ama wanahudhuria hizo mikutano za rais baadhi ya wakazi wa Machakos wakisita kumuunga mkono rais na kubaini kuwa ziara yake ni ya kujitafutia umaarufu eneo hili wala ana nia yoyote ya kuwasaidia wakazi hatuna idhaa yao shughuli yake akuja apige atusemi asikuje akuja apige shughuli yake achachie mraia naaishie iesee mtujuu tushazoaga siasa ni shughuli ya kutafutia msemboka kisha pata mboka, shukuri. Kalonzo hey, asiungane na Ruto Kalonzo, Kalonzo nietu mm. Yeah. Na mtarajia kama the next president, the sixth president kama wa Kenya ee nye mwambia Kalonzo asiungane na huyo mtu. Kalonzo akona uwezo, maanake alikuwa kwa wakati mmoja makamu wa rais, akona tajriba tosha, manake alikuwa, alikuwa makamu wa rais kwa takribani miaka mitano wakati wa Kibaki, so aende peke yake kwenye debe na ataweza kunyakua ikiti asubuhi na mapema Isaack Musyoka Undugu TV